Mkurugenzi wa mpira wa miguu klabu ya Zamalek Misri Wael El-Kabbani na kocha mkuu wa timu hiyo Ayman El-Ramadi Ebana wameamua kumpeleka kipa Mohamed Awad kwenye idara ya masuala ya sheria ya klabu hiyo kwa uchunguzi kutokana na tabia yake wakati wa e, mechi dhidi ya Ceramica Cleopatra iliyofanyika kwenye ligi ya Misri. Matokeo ya uchunguzi, maamuzi sahihi yaliyotolewa kwa mujibu wa kanuni ya klabu hiyo Ebana. Taarifa zinaeleza kuwa e, Mohamed Awad alikataa kusikiliza maelekezo So, e, ya kocha wake kocha wake wa makipa na kumgeuzia kisogo kabla ya kuingia uwanjani akitokea kwenye benchi Mohamed Sobhi pia alikataa kubadilishwa baada ya kupata jeraha na kusisitiza e, kuendelea na mechi. Zamalek ilitoka sare ya goli mbili kwa mbili na wenyeji wenyeji wao Ceramica Cleopatra, katika raundi ya tano hatua ya ubingwa wa ligi ya Nile nchini Misri. So moja kwa moja hatua za kisheria zitaenda kwa hukumu e, e, hawa wachezaji wawili ikiwemo ni kipa, lakini pia mchezaji ambaye aligoma kuweza kutoka baada ya kuweza kuumia. E, bale tupe mtazamo wako, kwa mdau wa soka, kutoka kipande chochote ambacho upo right now. ili sasa online digital till next time. bye. bye.